Msichana kutoka baharini. Sura ya Kwanza: zawadi ya Dhoruba. Thandi aliamka kwa sauti ya mawimbi yanayopasuka na uchungu wa chumvi kwenye ngozi yake. Kichwa chake kilikuwa kinauma alipoinuka kutoka kwenye mchanga wenye unyevunyevu, akipepesa macho dhidi ya mwangaza mkali wa jua. Jambo la mwisho alilokumbuka lilikuwa boti, chombo cha uvuvi cha mjomba wake Kikingangana na dhoruba nje ya pwani ya Afrika Magharibi. Alikuwa akimsaidia kurekebisha nyavu wakati anga lilipogeuka jeusi na bahari ikawameza kabisa. Sasa, hapa alikuwa, peke yake kwenye pwani asiyoitambua bila dalili ya mjomba wake au boti. Mchanga ulienea mbele yake hadi mbali, ukizungukwa na msitu mnene wa miti iliyopinda na mizabibu. Thandi, mwenye umri wa miaka kumi na mbili na mwili mwepesi kutokana na miaka ya kupanda mikoko, alijifuta mchanga kutoka kwenye nguo yake iliyoraruka na kusimama. Alizungusha kichwa chake, nywele zake zilizosukwa zikitingishika, akitafuta kitu chochote cha kumfanya atambue mahali alipo. Lakini hapakuwa na kitu, hakukuwa na vibanda, hakuna moshi, hakuna sauti za binadamu, ni upepo tu na mito ya viumbe wa ajabu aliyokuwa hajawahi kuwasikia. Hakujua wakati huo, lakini Thandi alikuwa ametupwa katika ardhi iitwayo Nistera, mbali na nyumbani kwake. Hakuwa ametekwa nyara na mikono ya binadamu, bali na dhoruba ikampeleka mahali pasipojua jina lake. Sura ya Pili: Waliopotea Thandi aliingia msituni, miguu yake iliyokuwa pekupeku ikizama kwenye udongo baridi. Alihitaji maji, chakula chochote kitakachomsaidia kutambua alipo. Ndipo aliposikia sauti, kicheko kifupi, kama mbwa mwitu akitoa mguno wa dhihaka. Aliganda akichungulia kupitia majani. Mbele yake alitokea kijana mrefu na mwembamba, nywele zake zikiwa zimechafuka kama manyoya ya fisi na tabasamu lililojaa utundu. Ivema vema, alisema kwa sauti nyepesi lakini kali. I nini hiki, samaki aliyepotea baharini? I mimi si samaki, Thandi alijibu kwa ukali, akiinua kichwa chake kwa ujasiri. I mimi ni Thandi. Na wewe ni nani? E, jina langu ni Jabu, alisema akimzunguka Thandi kama mnyama anayepepeta mawindo yake. E, hupaswi kuwa hapa, msichana wa bahari. Hii ni nistera. Eneo langu. Kabla Thandi hajajibu, mtu mwingine alijitokeza, mwanamke mwenye mabega mapana, uso wenye msimamo mkali na mikono yenye nguvu kama shina la mti. Imwache Jabu, alisema kwa sauti nzito na tulivu kama mguno wa simba jike. Aligeukia Thandi. imimi ninia. nini kimekuleta hapa? Edhoruba, Thandi alisema, koo lake likiwa kavu. Iliangusha boti ya mjomba wangu, sijui nilipo. Ujasiri wake wa awali ulikuwa ukififia kadri ukweli ulivyozidi kumpiga; alikuwa peke yake katika dunia isiyojulikana. Nia alitikisa kichwa kwa kuelewa. E, bahari ni mnyama mjanja. Uko mbali na nyumbani, mdogo wangu. Mahali hapa hapawakaribishi wageni kwa urahisi. Jabu akatabasamu kwa dharau. E, hatadumu hata siku moja lakini Dhandi alikaza mabega yake. Eni tadumu kwa muda ni niliyo nayo. Alikuwa na hofu lakini bado alikuwa Dhandi wa Hinterland, binti mwenye fahari wa malkia na Ladia. Sura ya Tatu: Mwito wa Bahari Mistara haikufanana hata kidogo na kijiji cha Dhandi. Watu wa hapa walitembea kama wanyama, kila mmoja akitumia mbinu zake kuishi Jabu alikuwa mjanja na mwepesi, kila mara akitafuta faida. Nia alikuwa thabiti, mlinzi lakini mgumu kumwamini yeyote. Pia alikuwepo Kita, msichana mdogo mwepesi mwenye macho yenye uangalifu kama meerkat, akimchunguza Thandi kimya kimya, na mzee Mvo, mzee aliyejikunja mwenye sauti nzito kama mbiu ya ndovu, mzee yenye hekima lakini iliyochoka. Kwanza walimwepuka Thandi alikuwa mgeni, msichana alienuka chumvi na kuzungumza kwa lafudhi ya ajabu, lakini hakukata tamaa. Alitazama jinsi Nia alivyovuta maji kutoka kisimani, jinsi Jabu alivyochuma matunda juu ya miti, jinsi Kita alivyofuma mikeka kwa nyasi. Thandi alikuwa mwepesi wa kujifunza. Nyumbani alikuwa akitengeneza nyavu na kujenga mitego pamoja na binamu zake. Sasa alitumia ujuzi wake kujithibitisha. Siku moja upepo mkali ulivuma msituni ukitawanya mikeka ya thamani ya Kita. Thandi alikimbia kuikusanya akipanda juu kabisa mti ili kuokoa ya mwisho kabla haijapotea mtoni. Alipomrudishia Kita, alimtazama kisha akatabasamu kwa mara ya kwanza. Ehuna maana kama nilivyodhani, alisema hakuwahi kuona mtu yeyote akipanda mti kwa haraka hivyo. Ilikuwa ya kuchekesha lakini pia ya kustaajabisha. Sura ya Nne: Ukweli Uliofichwa. miezi ilivyozidi kupita, Thandi alijijengea nafasi yake. Alijenga kibanda chake kwa kutumia matawi yaliyoanguka akiyafunga kwa mizabibu, jinsi alivyofundishwa na mjomba wake. Alijifunza lugha ya Nistera yenye mdundo wa kipekee na kushiriki hadithi za kijiji chake kuhusu bahari inayoshangilia usiku, dhoruba na wanyama wa baharini wenye rangi zinazong'aa mvua inaponyesha. Usiku mmoja, homa kali ilivuma ndani ya kundi lao. Mzee Mfo alidhoofika, pumzi yake ikiwa nzito. Thandi alikumbuka dawa za bibi yake ya kuchemsha majani ya homa kwa chai. Alijitosa gizani kuyatafuta akiongozwa na macho makali ya kita. Alipomletea mvo na kunywa, nguvu zake zilirejea. Nia alimpigia Thandi kofi la kushukuru begani. E, umefanywa kuwa mmoja wetu sasa. Lakini ilikuwa Zuri, msichana mdogo mwenye kicheko cha upole kama chiriri cha ndege aliyebadilisha kila kitu. Tangu wazazi wake walipopotea kwenye mafuriko, alikuwa peke yake. Usiku mmoja, alijilaza karibu na kibanda cha Thandi akitetemeka. Thandi hakusita. Alimkumbatia akimwimbia nyimbo alizoimbiwa na mama yake. Kuanzia siku hiyo, Zuri hakumwacha. Alimwita edada mkubwa lakini licha ya yote, bahari bado ilimwita Thandi katika ndoto zake. Sura ya Tano: Uamuzi Usiku mmoja, chini ya anga lililojaa nyota, Thandi alisimama kwenye mwamba akitazama bahari. Mawimbi yaligonga miamba yakizungumza kwa lugha aliyoielewa. Kisha alitokea mwanamke aliyevaa mavazi yaliyotiririka kama fedha, nywele zake nyeusi zikimetameta kama maji ya usiku. Macho yake makubwa na yasiyo na mwisho yalimkazia Thandi. E, mwanangu, mwanamke aliongea kwa upole. Ni wakati wako. Na hapo Thandi alifahamu hakuwa wa dunia hii pekee. Bahari ilikuwa sehemu yake. Na sasa ilimwita nyumbani. Lakini je, angeweza kuwa wa dunia mbili?